Mwana mpotevu ni mtu aliyetumia urithi wake kwa namna isiyo sahihi. Na tuna vijana wengi ambao wameaminiwa, wame na Mungu, wameaminiwa na wazazi, wameaminiwa na serikali kupata urithi fulani. Mfano, kijana amekuzwa na wazazi wake mpaka kufikia kwenye koa, akapewa urithi mzuri ambaye ni mke, na badala ya ku Uh, mpenda mke wake anaenda kumchiti. Hawa ni wana wapotevu wanaotumia urithi vibaya. Uh, mwisho wa siku ana divorce, hiyo ni kutumia urithi vibaya. Kuna mwingine ameaminiwa, eh, akapewa ajira na serikali au na kampuni kule, anaenda ku uh, kutumia urithi wake vibaya kwa kula rushwa kwa kuiba mali za kampuni, kwa kuwa mtu asiye mwaminifu, mbadhirifu wa mali za umma, anayehonga watu kwa fedha. Wengine ni mahakimu, lakini hawafanyi ilivyo haki, wananyanyasa wajane, yatima, maskini, hawatoi hukumu za haki. Uh, walipoa urithi kweli lakini hawajatumia vizuri. Tuna wana wapotevu wengi e, wengine wako makanisani walipewa na Mungu vipawa vizuri urithi mzuri, lakini wanauza upako wanauza neema wanauza nguvu za Mungu wanauza uponyaji. Lakini Mungu akuagiza wakauze? E, waliutafuta huo urithi wakaupata, alimwomba baba yao sana, wakapanda milimani Eh, kwenda kutafuta urithi, hatimaye Mungu akawa akawapa huo urithi, lakini mwisho wa siku wameutumia vibaya. Wengine wana wana ni watumishi wa Mungu, lakini walala na mabinti, wanalala na washirika, tumia urithi vibaya, kile ambacho Mungu alikupa. Kwa hiyo popote ulipo, kama umeaminiwa umepewa kitu kiko mikononi mwako wewe uko juu ya iko kitu, embu jifunze kukumbuka ya kwamba hiyo dhamana uliyoipewa si kwa ajili yako. Eh, kumbuka hawa watu ambao wako chini yako ni watu wa Mungu, sio wa kwako. Bahati mbaya, Nebukadnezar, kwa kujiamini sana, Nebukadnezar aliondolewa kwa nafasi, hata kuna nyasi Eh, na Mungu anamwinua yule anayemtaka. Heshima itoki nyikani, haitoki eh, jangwani, aitoki mashariki wala magharibi. Heshima eh, inatoka kwa Bwana, yeye umdhili huyu na kumwinua huyu. So ni vizuri kuwa mnyenyekevu, ni vizuri kuridhika. Eh, kama una mshahara wa shilingi laki tatu, ridhika Mungu atakupromote usianze ku, ku, kurefusha mkono ili ujenge nyumba. it's not, it's not, it's not right. Daktari usilale na wake za watu ili kuwatolea mimba, usilale na wanafunzi ili kuwatolea mimba. Eh, jitahidi kuwa mwaminifu na Mungu atakusaidia kwa wakati wake. fedha zako zisivunje ndoa za watu. Eh, tajiri wako sio sababu ya wengine kuumia. Be humble. Uwe mwaminifu, uwe mpole. Mungu anasema yeye amdharau mtu yoyote, usiwatese wengine kwa sababu una nafasi. Be humble. Mungu uwakuza wanyekevu, Ua uwapa neema wanyekevu lakini uwashusha wenye viburi na uwapinga. So Mungu anadili na wenye viburi, ni Mungu mwenyewe, kwa sababu mwanadamu, mwanadamu hakuna mwanadamu anayemweza eh, yamkini pale mtaani, hakuna pale anayekuweza anayeweza kukuonya eh, anayeweza kukuelekeza moyo wako umekuwa mgumu kwa sababu ya fedha, basi Mungu anashindana na wewe. Sijiingize kwenye laana ambazo baadaye zitakuja kukifuta kizazi chako. Baadaye utakuja kufa kwa magonjwa mabaya. Jifunze kuwa mnyenyekevu na mwaminifu kwa kila nafasi ambayo Mungu amekukabidhi kama urithi. So Mungu akusaidie, usiwe mwana mpotevu, bali uwe ni mwana unayemsikiliza baba yako, uwe ni mwana mnyenyekevu, uh, uliyeaminiwa na Mungu kuwahudumia uh, ndugu zako. May God help you in the name of Jesus, amen.